pamoja na watu wa nyumbani mwake na masaba zake na Waislamu wote kwa jumla, allahumma amin. Ni kwamba ndugu zangu katika imani na kujia, na habari ambayo inaweza ikawa ni masikitiko makubwa sana, tena yenye majonzi na sikutamani kuweza kuizungumzia, lakini imenilazimu kuweza kuiongea baada ya kupigiwa simu na baadhi ya watu na kuniomba ili jambo niweze kuliweka sawa. Habari yenyewe ni kama tunaweza tukasema kwamba marehemu kafariki. Sikieni hizi habari, marehemu kafariki. Unaweza ukashtuka kusikia, naanza na anwani, kiingilio changu nikasema kwamba marehemu kafariki, wakati sote tunaelewa kwamba marehemu tayari ni yule ameshawahi kufariki na hawezi akafariki ambaye ni marehemu, isipokuwa wanafariki walikuwa ni wazima. Sasa kuna habari iliyopo mjini mwaka mmoja na nusu, miaka miwili imepita. Kuna kijana wetu ambaye anaitwa Ismail Mazinge, lakini kwenye usajili wake wa mtandao wa Facebook anaitwa Ayatullah Mazinge. Naomba ndugu yangu Muislamu nifuate kwa makini. Mwaka mmoja na nusu imepita, niliwahi kuzungumza na watu kwamba kijana huyu ameritadi, wa watu wakasema kwamba labda nimemzulia uongo, lakini cha ajabu watu wanazidi kunizonga afya na kuniuliza kulikoni kwa habari ya huyu kijana, kwa sababu mambo anayoweka kwenye mtandao wake wa kijamii ni mambo ambayo yanasikitikisha sana. Mwanzoni tuliposema kwamba ameritadi, alikanusha wazi kwamba yeye bado hajaritadi, lakini kasema kwamba kahama manhaji akaenda katika dhehebu ama katika dhehebu e, katika dhehebu la kishia ambao mashia kwa Ahlusuna Waljamaa tunaona kwamba ni watu wasiofaa katika jamii au katika umma wa Nabii Muhamadi sallallahu al alaihi wasallam. Yani tunaposema shia ni mtu aliyoko mbali na mwenendo ya bwana mtume Muhamadi, yuko kinyume na Uislamu. Jamaa, huyu kijana wetu huyu Ayatullah Mazinge kaenda maeneo ya hilo kundi la mashia, na nikikumbuka mwanzoni alikuwa ameniambia kuwa amesoma kwa Wakristo, na kuna mchungaji anaitwa Francis Ndacha amemwelekeza na kumwonyesha kwamba dini ni popote pale ulipo, yaani kila dini unaweza kwenda ndani utaenda peponi kama alivyoelekezwa. Hii nilipoongea hayo maneno akapiga kelele kwamba nimemzulia kwa sababu kuna hela yake ambayo nimemdhulumu yeye. Allahu musta'an! Ni kijana wangu mimi, namfahamu vizuri, siwezi nikakana kwamba hakuwa kijana wangu, ni kijana wangu, maana aliishi kwangu zaidi ya miaka miwili au miaka mitatu. Nimefanya naye kazi ya mahadhara, video zake ninazo baadhi, picha za mimi naye kwenye mihadhara. Hata kwenye mtandao wake wa kijamii utaona anaposti nikiwa naye kwenye harakati ya mihadhara vijijini lakini cha ajabu alipokuwa anataka kutoka nyumbani kwenda sehemu zake za Bunia, aliniomba nimpe ushauri, kwa sababu wazazi wake wanamhitaji aende Bunia, lakini kwa masharti mawili. Kwa kuwa yeye mwenyewe ni Muislamu, baba yake na mama yake si Uislamu, akawa ameniambia kuwa kuna urithi ambao wanataka kwenda kuwagawia ya kiwanja yaani kuna kaudungu lazima watoto wawagawie wawa, ila akawa ameniambia kuwa ikiwa yeye atakwenda hiyo maeneo, inawezekana basi wakamshurutisha kuritadi. Kwa hiyo nifanyeje mimi kama mwalimu wake? Nikampa Hussein nikamwambia, kijana wangu Kutokana na hiyo hali, kama ni kwa sababu ya kwenda kuritadi ndo upewe nafasi, mwachie Mungu. Kuna wengi ambao walikutana viwanja, lakini hawakuvimiliki wala hawakuishi ndani yake na wewe usije ukamkufuru ala kwa sababu eti utapewa uwanja. Akaniambia, Mwalimu, unaona hali ya leo ya maisha iko ngumu sana, na mimi mwenyewe nashindwa kustahamili maeneo haya. Lakini alipokwenda nikapata habari kuwa ameritadi. Lakini hayo, kabla ya kuongelea pointi yake ambalo limetangazwa kwenye mtandao wa kijamii baada ya kuna kwamba mwanzoni nilisema kwa nimesemwa kuwa nimemzulia, nimpe kwanza husia na husia huo uwe ni wangu mimi na wewe unaikaa na kunisikiliza. Endapo utaipata klipi hii, basi isambazie na wengine wapate kuelewa kinachoendelea. Naona naweka picha yake hapo, ili kwamba umkague kijana huyu umwelewe vizuri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qurani anasema baada aufu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahasiba nnasu an yutraquu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je, wanadamu wanadhani kuwa wataachwa tu kwa kule kwao kusema kwamba tumemwamini Mwenyezi Mungu wa hum la yuftanun, kisha tusiwape mtihani, tusiwape majaribio. Yani, unapoanza wewe binadamu kusema kwamba namwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha ila Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, unapoanza tu hivyo, basi jaribio lako linakuja. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa lile tu wewe kusema tunamwamini Mwenyezi Mungu Usidhani kwamba utaweza kuachiwa bila kupewa mtihani. walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamanna allaha alladhina sadaqu, hakika tuliwajaribu waliokuwa kabla yenu au kabla yao, samahani, ili kwamba kwa yakini Mwenyezi Mungu anataka awatambulishe ni kina nani ambao wanasema ukweli, wala yalamana alkadhibina, na ili kwamba Mwenyezi Mungu awaoneshe waongo ni kina nani, kwa kuthibitisha kwamba ukweli wa binadamu unaonekana katika kipimo cha kujaribiwa. Unaposema kwamba wewe unaokubali Uislamu kuwa naenda katika Uislamu, Allah anakuwekea kipimo cha kukujaribu wewe, ni kweli huu Uislamu unauendea au unawadanganya watu. Mungu anakupa jaribio, na pigo la kwanza kwa mtu anapokubali Uislamu ikiwa anatoka katika familia za kikafiri au za Ukristo, basi la kwanza atakataliwa na jamaa yake. La pili, mama yake mzazi anaweza akamfukuza mpaka nyumbani, utaimu wa haki ya wewe kama vile mwanafamilia, watakwambia toka nje ya familia Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaku, Mwenyezi Mungu anataka angalie, je, hawa wanasema ukweli kwamba tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, je, wameyasema kwa yakini au wanamdanganya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu mtihani lazima utapata, na yeye kijana wangu aliniambia kwamba nyumbani wanamtatiza sana, wanamfukuza, wanamnyima haki ya nyumbani. Sasa ameenda huku kwao. Sikiliza matokeo yanayotokea. Hii inakupa historia ya hakika yenye kuwa kwenye mtandao wake wa kijamii, na nashukuru sana, kuna baadhi ya watu ambao ni marafiki zangu kwenye mtandao wangu na vilevile ni marafiki wake katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook. Mtandao wake unaitwa Ayatullah Mazinge. Kwa hiyo nataka tusikilize, ili jambo namna gani linavyoendelea. Nimekwambia kuwa anao mtandao wake ambao nimefanyia screenshots na inaanza, anasema assalamu alaikum, aba Abdullahi Huseini. Maanake hii ni mamkizi ya kuonyesha kwamba huyu tayari alikuwa ni mshia anaenda jambo la pili. Nikiangalia hapa kama unavyoangalia kwenye screen yako hapa mbele yangu kuna kuna baadhi ya watu wangu. Kuna Maulana Abubakari Rama Derama Zainabu, ambao hawa watu ni mmoja katika marafiki zangu. Huyu anaitwa Latifa Muhima, ni mdogo wangu huyo. Konsolati iko katika marafiki zangu. Tahiri ni mmoja katika marafiki zangu, na hawa inakana wazi kwamba wamunaye katika nini, katika urafiki. Lakini tunavyoendelea kukagua hili jambo, ili kwamba huyu ninayemzungumzia mambo yake yako wazi hayana dukuduku duku. Anasema hivi, tunaenda katika kurasa yake ya kwanza hii. Anazungumzia hapa kama nilivyokuambia, unaangalia mwanzoni, naitwa Ayatullah Ismail Mazinge. Anasema kurasa yake ya kwanza, anasema hivi: kwanza kabisa, ninamtakia ndugu yangu baraka, aendae aende salama, baada ya kuuawa na Waislamu hapo Kongo kwa sababu ya kuwashinda hoja. Basi Waislamu wakamtundika na kumsulubisha, ni ushahidi tosha kwamba bado hoja za Kikristo ziko juu kuliko hoja za Kiislamu. Ndugu yangu Mkenya huyu kauawa na Waislamu nchini Kongo DRC. Hizi ni habari, nimezipata miaka miwili imepita au miaka mitatu kutoka katika kanisa la Waadventiste katika mji wa Goma, na ndugu yangu ambaye anaitwa bwana Jimmy kwa kuuawa mhadhiri wa Kikristo ambaye alikuwa anaitwa Baraka. Na huyu kijana huyu anaetoa haya maneno ni Muislamu ambaye shutuma hii ameipeleka kwa, kwa baadhi ya watu kwamba eti Waislamu walimuua huyu Baraka kwa kwamba hoja za Kikristo ziko juu moja kwa moja futa hisia kwamba huyu tayari atakuwa yeye sio katika Uislamu. Maana kiingilio chake tu mwanzoni nilikwambia, sikiliza anavyoongea. Mamkizi yake ilikuwa ni mamkizi ya Kishia, alipoanza kutoa salamu na kumsalimu nani Huseni, e, mjukuu wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikaonyesha wazi ya kwamba huyu ni mshia, lakini nikastaajabu kuona maneno yake anayozidi kuongelea ni kama vile Sijue ni itikadi ya Kishia au ni Mashia ndo anakuwa na hizo itikadi za hivyo au ni yeye ndo atakuwa ameritadi pia na Ushia, baada ya kuritadi Uislamu akaritadi na Ushia. Maana hapa kuna hoja la Mashia kuweza kutuambia kwamba ni itikadi yao hiyo, au watuambie kwamba vile vile kijana huyu karitadi Ushia, maana sisi katika Uislamu hatumkubali katika hili, katika haya anayoyasema. Hii ni kurasa ya kwanza. Tunakwenda katika kurasa yake ya pili baada ya kuona kwamba amemposti huyo nani huyo Baraka. Kurasa yake ya pili kasema hivi, ukisoma Qur'ani 482 utashawishika na e, utashawishika kwa sababu Qur'ani haina makosa wala aya zenye kugongana ndani yake. Kwa mfano akatua aya ya Qur'ani, lakini kwa bahati mbaya Nataka tuone kwamba hii kurasa hii inafunguka yote kwa sababu naona inafunguka kipande hapa. Ili kwamba wewe mtazamaji upate kuelewa alichokisema huyu bwana mdogo, je, ni Muislamu ni Mshia au ni Mkristo? Alafu tujifunze kwa nini karitadi? Naam. Nadhani unaangalia namna gani kurasa yake yote imefunguka. Kurasa hii inafunguka ametoa eh, aya ya Qur'ani ambayo inasema mwanadamu alikuwa kwa toni la manii spermatozoide. Katoa aya pili, Qurani kumi na tano ishirini na sita inasema mwanadamu aliumbwa kwa udongo. Qurani 32:78 inasema mwanadamu aliumbwa kutokana na toni la maji. Qurani 96:2 inasema mwanadamu ameumbwa kwa toni la damu. Yaani hapa sawa na uelewa wake. Kwa kuonyesha kwamba mimi sitaki nijibu hizi hoja kwa sasa. Lakini nataka nikupe muhtasari wa hoja zake. Alafu niambie huyu ni Muislam au si Muislam. Maana mpaka leo bado anavaa kofia anavaa kanzu na kuna mara ataposti iko na ma ma maulamaa wa Kishia ndio maana nimejiuliza kwamba labda hii ni itikadi ya Mashia maana namuona anaposti sana Mashia na maulamaa wa Mashia. Wanachuoni wa Kishia, anawaposti. Maana yake ni kusema kwamba, hili hapa kwanza, ni ushahidi mmoja wapo kuona kwamba katika manhaj ahlus sunna wal jamaa, umma wa Nabii Muhammad u jamaa hayumo. Na nilipoanza kingilio changu nikasema kwamba tunahofia kusema kwamba Mashia ni umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kuwaita kuwa wao ni Waislamu. Naam. Na, tunakwenda katika kipengele chake cha pili, kurasa yake nyingine hapa haya nadhani unaangalia na, nachokikagua hapa, naam, nilikuwa nimeruka posta moja yake hapa, anasema hivi Qurani eh, Qurani kuwa na ufasaha mzuri si, si kigezo kuwa ni maneno ni neno la Mungu kama isema inavyojigamba katika Qur'ani mbili ishirini na tatu Qur'ani kwa nini? Kwa sababu hata mashairi mazuri si neno la Mungu. Hoja lake lingine hili anasema kwamba japokuwa Qur'ani inaweza ikawa na ufasaha, yani wanaelewa kwamba Qur'ani ina ufasaha, lakini pamoja na ufasaha huu wa Qur'ani Haijaifanya Qur'ani kuwa ni maneno ya Mungu kwa sababu hata mashairi yanaweza yakawa ni maneno mazuri lakini sio maneno ya Mwenyezi Mungu. Je, huyu ni muite Muislam, ni muite Mshia au ni muite Mkristo? Kwa hiyo nataka na wewe ndugu yangu nisaidie kutafakari lakini chini ya hii posti yake kalisukuma posti la nani? La Francis Ndacha Akasema hii ni sayansi ya Mtume Muhamadi asiyejua kusoma wala kuandika. Yani kuna maneno sasa. Hapa alienda na kagua, kagua baadhi ya waandishi e, wahubiri wa Kikristo ili kuonyesha kwamba Muhamadi e, sayansi yake sio ya kiuhakika kwa sababu hakujua kusoma wala kuandika. Tunaenda posti hii ya kufuata hapa sasa Akasema hivi, kwa kuwa Waislamu wameshindwa kutuonesha faida ya Nabii Muhammadi, basi kesho tutaonyesha jinsi Muhamadi hana faida ya kufatwa ya kufata, wala sio mtume wa mwenyezi Mungu, Inna lillahi lilahi wa inna ilayhi raji'un. Na ukiona okay, iposi yake anapose anavaa kanzu, kofia, Qur'ani ziko pale vitabuni pake mezani pake. Lakini nimetaka nikuthibitishie kwanza, ndugu yangu, kwamba wewe ambaye utamwona kijana huyu Ayatullah Ismail Mazinge ambaye ana jina hili la, la, la Kikristo e, samani jina la, la Kishia usiuzade kwamba huyu tena ni Mwislamu. Vigezo hivi nakuletea uviangalie mwenyewe binafsi kwa macho yako, na unaweza ukaandika kwenye mtandao wako wa Facebook Ayatullah Ismaili Mazinge, kama unavyoona inavyoandikwa, utamwona kijana huyu kwamba tayari kashakatoka katika nini, katika Uislamu lakini vilevile vile, tukienda katika kurasa yake nimalizie, ambayo nimekuambia kuwa jamaa yetu huyu tayari kashaonekana kwamba yeye si Muislamu na hatuna budi kuweza kumtetea tena kumleta katika Uislamu, isipokuwa labda yeye mwenyewe afenini, afenini ajirudishe katika, katika huu Uislamu, kwamba atakuja anatoa shahada upya na akakubali Uislamu. Naam. Nimalizie na akakaposti kake ka mwisho hapa anasema, je, ni ipi faida ya Nabii Muhammadi ambayo aliunganisha kusema kwamba hivyo waislamu anakosa kujua faida ya Muhammadi kuwaonyesha wao faida ya Muhammadi. Wacha yeye kesho, atatoa ataonyesha kwamba Muhammadi hana faida ya kufatwa na ku amba yeye si mtume wa nani, si mtume wa Mwenyezi Mungu. Na mi nadhani haya ndio ilikuwa maneno yangu ya mwisho na kuonyesha kwamba posti zake alikuwa anaanza kuwaposti wa kina mwalimu Ndacha. Kama unavyoangalia tunaona kwa pamoja, anatoa na baadhi ya aya za Qur'ani ambazo kwao zina shubuhati sana, wanashindwa kuzielewa hizo. Wao wanaona kwamba ndo hoja za kupitia, lakini habari yangu ya mukhtasari ni hii, ndugu yangu, unaikana kunisikiliza. Uislamu tumepewa ni dhamana, ni amana ambao Mwenyezi Mungu ametupa anasema ndani ya Qur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo Allah nimekukamilisheni dini yangu dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu juu yenu, wa raditu lakum al-islamu dina, na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Kwa hiyo ni kwamba wewe kuwa katika Uislamu moja kwanza ni neema ambayo Allah amekupa, ni nusra ambayo Allah amekupa, ni zawadi ambayo Allah amekupa. Na ikiwa kwamba utashindwa wewe kuikaa ndani ya Uislamu, Mwenyezi Mungu anajibu katika sura ya sita ayake ya mia moja ishirini na tano yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumfungulia kum kifua chake kheri, Mwenyezi Mungu anataka kumwongoza basi ufungua kifua chake ndani yake uikata nini? Uislamu. Na ule ambaye Mwenyezi Mungu amemwandikia kupotea, Mungu asema huyu atenda motoni, basi anafanya kifua chake kinakuwa kigumu, kinaona taabu kubwa kufuata nini? Kufuata Uislamu. Ndio maana wengi wanakimbilia sana kuritadi, kwa sababu ya ugumu wa maisha ya dunia. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, maisha ya dunia si chochote, ni starehe inayomdanganya mwanadamu. Na bwana mtume Muhammad akatuambia ndani ya hadithi yake kwamba kun fi dunya ka anaka gharib au abir sabil, kwa duniani kama vile mgeni au mpita njia. Yani ukijua kwamba kesho utaiacha hii dunia, vida ambavyo ndugu yetu anapambania kwamba aanze kutukana Uislamu, kumtukana Muhamadi, ndiyo tumekuelewa kwamba wewe tayari umsharitadi. Na hii hoja inawachia Mashia wenzako, labda wao ndio wamekutumana kumtukana mtume, sijui lakini, na naofia kwamba hawezi wakakutuma hivyo itakuwa ni wetu kuamua kuritadi kwako na kutukana Uislamu kwa sababu unauza njaa, na ndio maana unafikiria, labda ukiutukana Uislamu utapata misaada, watu watakunga mkono. Lakini ilewa kwamba unapoteza umri wako bure. Kesho kesho kuto, utakufa, utaiacha hii dunia, hutozikwa na ndacha. DUG TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi.